Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu na shukrani. Asante kwa upendo wako usio na kipimo, kwa neema yako isiyo yumba, na kwa kuwa baba yetu wa milele. Tunatambua kwamba wewe ni chanzo cha maisha yetu na bila wewe hatuwezi kufanya lolote. Baba, tunakuomba uimarishe imani yetu. Tunapitia changamoto nyingi, lakini tunataka kuendelea kuwa na imani thabiti kwako, kwa ahadi zako, na kwa mapenzi yako kwetu. Ee Baba, tunakiri kwamba tumekosea mara nyingi, lakini tunajua kwamba wewe ni Mungu mwenye rehema na msamaha. Tunakuomba utujaze kwa imani mpya na nguvu, ili tuweze kushinda kila jaribio linalo Roho Mtakatifu tunakuomba uinuke ndani yetu, tunahitaji tuna uwepo wako ili tuweze kujua zaidi kuhusu baba yetu wa mbinguni. Tusaidie kusikia sauti yako na kuelewa mapenzi yako kwa ajili yetu. Tunakiri kwamba bila wewe hatuwezi kuishi kwa kweli kama wafuasi wa Yesu Kristo. Tunahitaji upendo wako, nehema yako na nguvu zako, ili tuwe na uhusiano wa karibu nawe kila siku. Ewe Baba wa mbinguni, tunaomba uondoe kila shaka, hofu na mashaka kutoka kwa mioyo yetu. Tunakataa kila jaribu la kutufanya tushindwe, na tunakuomba uondoe kila kizuizi kizuizi kinachotuzuia kuwa na imani imara kwako. Tunaomba utuonyeshe upya njia zako na utufanye kuwa na hamu kubwa ya kukutafuta kila wakati. E Baba, tunaomba uimarike uhusiano wetu nawe. Tunataka kuwa na uhusiano wa karibu na wewe ambapo kila neno letu na kila tendo letu linakuleta wewe karibu zaidi. Tunaomba iwe hivyo katika maisha yetu, ili tuweze kuwa na amani, furaha na nguvu kutoka kwako. Tunaomba kwamba kwa kila siku inayopita tuwe na uhusiano mzuri zaidi na wewe, tukikua katika imani na kumjua Kristo zaidi. Tunaomba yote haya jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu ambaye ni njia, kweli na uzima. Amen. Na kukaribisha kusubscribe kwenye YouTube channel yangu, na Mungu wa mbinguni akubariki.